Assalamu As alaikum warahmatullahi wabarakatu. Ndugu mpenzi mtazamaji, karibu tena katika channel hii ya Nurdin Media. Aa, leo tutakuwa tukijifunza mambo gani ambayo yanabatilisha swaumu ya mja, mambo yanayoharibu funga ya mja pale ambapo atakuwa amefunga mtu. Mtu aliyefunga analazimika kujizuilia na vitendo mbalimbali mbali ambavyo kubatilisha funga yake. Mfungaji akifanya mambo mfungaji akifanya mambo ambayo huharibu funga yake kwa makusudi katika yafuatayo, saumu yake itabatilika. Moja katika mambo ambayo huharibu somo ya mja, la kwanza kabisa kula na kunywa. Ukila au kunywa chochote kile kwa kudhamiria hata ikiwa ni dawa utakuwa umefungua vile vile. Ukivuta sigara au chochote kile, au ukivuta dawa ya mafua kwa pua, utakuwa umefungua pia, utakuwa umefungua pia. Pia kupitisha chochote puani au masikioni kwa kudhamiria, hata ikiwa dawa, utakuwa umefungua na ikumbukwe kuwa kujifunguza makusudi katika mwezi wa Ramadhani kwa kula na kunywa bila ya udhuru wowote wa kisheria ni kosa kubwa sana mbele ya Allah Subhanahu wa Taala kwa kiasi ambacho hata kama mtu atafunga umri wake wote hataweza kulipia hiyo siku hiyo siku mja hawezi kuilipia hawezi kuilipia hawezi Yani, ikiwa mtu atafungua saa kwa makusudi ndani ya mwezi wa Ramadhani, katika mchana wa mwe mwezi ma, wa Ramadhani, kwamba hataweza kulipia hiyo siku moja aliyojifunguza makusudi, kama eh, kama tunavyojifunza katika hadithi ifuatayo. Abu Huraira radhiallahu anhu amesimulia kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, yule anayefunga siku yule anayefungua siku moja ya mwezi wa Ramadhani eh, bila kuwa mgonjwa, yaani yule mtu ambaye anafungua siku ya mwezi wa Ramadhani bila kuwa mgonjwa au kuwa na udhuru mwingine wa kisheria, hata akifunga maisha yake yote hataweza kulipia funga hiyo. Sawa, hii ni hadithi eh, hadithi hii inatuasa tusifanye maskhara na amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo mtu kujifunguza makusudi, ajue wazi kuwa amefanya kosa kubwa ambalo halitosameheka kwa ki halitosameheka kwa kulipia kwa kulipia tu siku hiyo, bali ni lazima pia areje kwa, kwa mola wake kwa toba ya kweli. hiyo ni hiyo ni sababu ya kwanza, lakini sababu ya pili inaopelekea mjia mpaka afungue inaopelekea mja swaumu yake kuharibika ni kujitapi, kujitapikisha makusudi. Mtu akijitapikisha makusudi funga yake itavunjika itavunjika kutokana na hadithi ifuatayo. Abu Hurairah radhiallahu anhu amesimulia kuwa Mtume, mtume wa Allah amesema, anayeshindwa kuzuia matapishi halipi, lakini anajitapikisha makusudi na alipe. Kutokana na hadithi hii, kutapika kwa ugonjwa haifunguzi ila kwa kujitapikisha ndo hubatilisha somo yako, kujitapikisha, ila kwa mtu ambaye atakuwa amefunga ambaye hawezi kuzuia matapishi yake, huyo swaumu yake hawezi kuharibika, ila yule atakayejitapikisha ndio swaumu yake inakuwa katika mashaka. Lakini tatu, eh, kupatwa na hedhi au nifasi na mwanamke. Na mwanamke akipatwa na hedhi au nifasi, hata kama imempata nyakati za mwisho kabla ya jua sawa, kabla ya jua kucha atakuwa amefungua na atalazimika kuilipia siku hiyo baada ya Ramadhani. Hiyo ni sababu ya tatu. Lakini sababu nyingine, kujitoa manii makusudi. Ukijitoa manii kwa mkono au kwa, kwa, kwa kubusiana na kubusiana na kukumbatiana mume na mke katika mchana wa mwezi wa Ramadhani kwa njia, kwa njia nyingine yoyote ile utakuwa umefungua, utakuwa umefungua. Kutokwa eh? Utaku kuto, na manii kwa kuota au kwa njia nyingine isiyokuwa ya makusudi.